Kila asubuhi kabla ya jua kuchomoza, mzee mmoja wa kike alitembea polepole pole hadi kwenye geti la jumba kubwa. Gauni lake lilikuwa limechanika, miguu yake haina viatu na macho yake yamejaa tumaini la kimya. Alisimama kimya kando ya geti akiitazama nyumba, akisubiri. Hakuwa msemaji sana, hakuwa akiomba, alikuwa tu akisimama pale kila siku, kwa miaka mitatu. Jumba hilo lilimilikiwa na bilionea aliyeitwa Bwana Mwana, watu walimwita eh, Chifu. Alikuwa tajiri mwenye nguvu na mwenye shughuli nyingi. Jumba lake lilikuwa kubwa kama kasri. Walinzi walilinda geti usiku na mchana. Mwanzoni alipoanza kuja, watu walimtambua. Wengine walisimama kumtazama, wengine walinong'ona. Walinzi walimuuliza anachotaka, lakini hakuwahi kutoa jibu la wazi. Unahitaji msaada? I mlinzi mmoja aliuliza siku yake ya kwanza. Alitikisa tu kichwa na kutazama kuelekea nyumbani. Unamsubiri nani? Alinong'ona kwa upole atanitambua. Hicho ndicho alichowahi kusema. Siku zikasonga na kuwa wiki, wiki zikawa miezi. Jua lilichoma ngozi yake na mvua ililowanisha mavazi yake, lakini hakuwahi kukosa hata siku moja. Baada ya muda, watu waliacha kumuuliza. Walinzi walimzoea. Hakuwa akiomba wala kusumbua mtu yeyote. Alisimama tu pale kila siku akitazama jumba hilo. Siku moja jioni, msichana mdogo wa usafi aitwaye Amina alitoka nje kutupa takataka. Alimwona yule mama mzee amesimama kimya karibu na geti. Amina alikuwa ameshamuona mara nyingi, lakini siku hiyo moyo wake uliguswa. Alikaribia mama. una njaa? Aliuliza. Mama hakuwa na maneno, alimtazama Amina kwa macho yaliyochoka. Amina akatoa kipande cha mkate kutoka mfukoni na kumpa mama yule alikipokea kwa mikono inayotetemeka. Asante, mwanangu, alisema kwa upole. Hicho ndicho alichosema zaidi ya alivyowahi kusema kwa muda mrefu. Baadaye siku hiyo, Amina alimweleza bilionea kuhusu yule mama. Kuna mama mzee anakuja hapa kila siku mheshimiwa, anasimama tu kwenye geti. Leo nilimpa kipande cha mkate, Amina alisema. Bilionea hakutazama hata kutoka kwenye gazeti lake. Mradi asisumbue, mwache tu alisema, walinzi watajua cha kufanya. Siku iliyofuata yule mama akarudi tena, alisimama kama kawaida, macho yake yakiangalia nyumba kubwa mlinzi mmoja Musa alianza kumhurumia. Alimkaribia wakati wa mapumziko akiwa na maji na chakula. Mama, alisema kwa upole, kwa nini bado uko hapa? imefika miaka mitatu chifu hata hajali hakujui. Mama yule alimtazama, sauti yake ilikuwa ya upole lakini thabiti. Atajali. Hicho ndicho alikuwa akijibu kila mara. Siku zikapita Mama yule akazidi kudhoofika, mgongo wake sasa ulikuwa umepinda, mikono yake ikitetemeka zaidi, lakini hakukosa hata siku moja. Watu wakaanza kumwita ayo mama mlangoni, lakini hakuna aliyemjua jina lake au hadithi yake. Halafu siku moja asubuhi, jambo likabadilika. Asubuhi hiyo anga lilikuwa la kijivu, mawingu yalining'inia chini kana kwamba yamechoka kusonga. Mvua ilikuwa imenyesha usiku kucha na ardhi ilikuwa na unyevunyevu, lakini bado kama kawaida, yule mama mzee alisimama getini. Alishikilia shuka lake kwa nguvu juu ya mabega yake madogo, macho yake yakiwa yameelekezwa kwenye jumba lile. Musa mlinzi mwema alimletea kikombe cha chai moto. Ungepaswa kupumzika mama, alisema leo, hujisikii vizuri. Alitabasamu kwa upole. Lazima nisubiri leo, atakuja. Musa alisikitika. Alikuwa amesikia hayo mara nyingi, lakini leo kulikuwa na kitu tofauti katika sauti yake. Haikuwa tu tumaini, ilikuwa ni uhakika. Ndani ya jumba, bwana mwana alikuwa akijiandaa kwa mkutano mkubwa. Alivaa suti ya buluu iliyopigwa pasi vizuri na viatu vilivyong'aa. Alikuwa amepokea tu habari kuwa kampuni yake imekamilisha dili kubwa zaidi ya mwaka. Jina lake lingeonekana kwenye kurasa za mbele. Alijihisi mwenye nguvu. Alitoka nje, jambo ambalo halikuwa la kawaida kwake. Alitaka hewa safi kabla ya kuelekea ofisini. Alipokuwa akielekea kwenye gari lake, alimwona. Kama kila siku, alikuwa pale amesimama kimya kwenye baridi ya asubuhi, akimtazama. Lakini leo macho yao yalikutana. Bwana mwana alisimama, alikunja uso na kumtazama tena. Kulikuwa na kitu kuhusu uso wake, kitu ndani ya kifua chake kilisononeka. Musa alisema kwa sauti ya polepole, amekuwa hapa kwa muda gani? Miaka mitatu bwana. Kila siku. Uso wa bwana mwana ulibadilika. Kwa nini hajawahi kusema? Ila kila mara husema utajali. Bwana mwana alitembea karibu zaidi na geti. Mama hakuondoka, macho yake sasa yalijaa machozi. Alisimama mbele yake kwa umbali wa hatua chache tu. Je, na kufahamu? aliuliza. Alitikisa kichwa polepole, ndiyo. Wewe ni nani? Alichukua pumzi ndefu, sauti yake ilikuwa dhaifu lakini ya wazi, mimi ni mama yako. Kimia, ulimwengu ulionekana kusimama, hata ndege walinyamaza. Bwana mwana alimtazama akiwa ameduaa. Ulisema nini? Alimtazama kwa macho ya maumivu na mapenzi, nilikuzaa nilikulea bila kitu, lakini ulipoondoka kwenda mjini, hukurudi tena. Nilikutafuta, nikasikia jina lako redioni, nikaona uso wako kwenye gazeti. Nikaja hapa, nikasubiri, nikadhani labda siku moja ungeangalia nje na kunikumbuka. Machozi yakaanza kumtiririka mashavuni pake yaliyojaa mikunjo lakini hukuwahi kufanya hivyo. Bwana Mwana aliganda, midomo yake ilitetemeka, kumbukumbu zikaanza kumiminika akilini mwake: nyumba ndogo ya udongo, mama akiimba karibu na moto, njaa, mapenzi na kuagana. Alikuwa amezika maisha yake ya zamani, alikuwa amewaambia watu kuwa yeye ni yatima, alitaka kusahau alikotoka. Lakini sasa ukweli ulikuwa umesimama mbele yake. Kifua cha Bwana Mwana kilihisi kizito alifungua mdomo kuzungumza, lakini hakuna maneno yaliyotoka. Macho yake yakaanza kuwaka moto kwa machozi. Walinzi walimtazama kimya, hata Amina aliyekuwa akiangalia kwa kificho pembeni ya nyumba alizuia pumzi yake. Mama yule alisogea karibu na geti, mikono yake ikitetemeka. sikuja kukumbua, alisema kwa upole, nilitaka tu kukuona tena kabla sijauaga ulimwengu huu. Sauti ya bwana mwana hatimaye ikapenya, kwa nini hukuingia ndani? Ungeliwaambia, ungeniambia. Alitabasamu kwa uchovu. Je, ungekuwa tayari kusikiliza? Ulikuwa juu mno kusikia sauti ya mama, lakini nilikuwa natumaini, nikaendelea kusubiri. Alitazama chini kwenye viatu vyake vya bei ghali, akiwa na aibu. Mtu aliyekuwa akiongoza makampuni akizungumza na marais, sasa alisimama mnyonge mbele ya mwanamke aliyempa uhai. Bila kusema neno, alifungua geti. Wafanyakazi walishangaa kwa sauti ya kushangaa ya chini. Katika kipindi cha miaka mitatu, jambo hilo halijawahi kutokea. Alimkaribia na akanyosha mkono kwa upole. Mama njoo ndani. Mama yule alitazama mkono wake, kisha akamtazama usoni. Alimwona kijana aliyemfahamu zamani akiwa amejificha ndani ya mwanaume huyu. Polepole pole, aliweka mkono wake ndani ya wake Ulikuwa mkavu baridi, lakini imara. Bwana Mwana alimwongoza kupitia lango, wakapita walinzi, wakapita bustani nzuri. Kila hatua aliyochukua ilikuwa ya polepole pole, lakini ya nguvu. Kwa mara ya kwanza hakuwa tu akisimama getini, alikaribishwa ndani. Ndani ya jumba kimya kilimfuata, wahudumu walisimama wakimtazama. Bwana Mwana alimkalisha kwenye kiti laini, kisha akapiga magoti mbele yake. Samahani, alinong'ona, macho yakiwa na machozi. Nilisahau nilikotoka. Nilikusahau. Akaweka mkono wake juu ya kichwa chake kwa upole, kama baraka. Lakini mimi sikuwahi kukusahau. Baadaye, siku hiyo, habari zikaenea ndani ya jumba. Yule mama aliyekuwa getini hakuwa kichaa wala mpotevu, Alikuwa mama wa mtu aliyemiliki kila kitu pale. Wengine walilia waliposikia. Amina alilia, hata Musa alilia. Usiku huo mama yule alilala kwenye kitanda cha kweli chini ya paa la joto, akiwa na tabasamu usoni mwake. Alikuwa amesubiri miaka mitatu, siyo kwa ajili ya pesa wala sifa, bali kwa ajili ya mapenzi ya kumbuke alipo, na hatimaye mapenzi yalifanya hivyo. Hadithi alizozificha kwa muda mrefu, kila mtu alisikiliza kwa mshangao. Alikuwa akifunga viatu vyangu kwa majani ya mgomba, alisema akicheka. Nilipopata viatu vya kwanza yeye ndiye aliyelia kuliko mimi. Mama Asha alicheka akifuta machozi. Vilikuwa vibaya sana, lakini uliivaa kama mfalme. Kila mtu alicheka hata walinzi. Siku zilizofuata bwana mwana alibadilika. Alianza kutembea kwenye bustani za jumba mara kwa mara. Alianza kuwasalimu wafanyakazi kwa majina. Aliwapigia simu ndugu zake ambao hakuwa amezungumza nao kwa miaka, na kila jioni alikaa pembeni ya Mama Asha akisikiliza sauti yake ya upole iliyojaa hekima. Siku moja alimwambia, sitakaa hapa milele mwanangu, wakati wangu unakaribia. Hapana mama, usiseme hivyo alisema, sauti yake ikitetemeka. Akamgusa shavu nilisubiri miaka mitatu, siyo tu kuonekana. Nilikuwa nasubiri ili ukumbuke wewe ni nani, na sasa umekumbuka bwana. Mwana alijaribu kuyasogeza mbali maneno ya mama yake kutoka mawazoni. Alimpa mama yake kila kitu alichohitaji: nguo laini, chakula cha moto na madaktari waliomtembelea kila wiki. Hata aligeuza chumba kimoja kuwa bustani ndogo iliyojaa maua aliyokuwa akiyapanda kijijini. Akaipa jina amani ya mama. Lakini mama Asha alikuwa sahihi, alikuja kwa kusudi moja, si kufurahia anasa, bali kupanda mbegu. Na mara tu mbegu hiyo ilipoanza kuchipua, alijua safari yake ilikuwa karibu kufikia mwisho. Jioni moja tulivu, jua lilipokuwa linapaka anga rangi ya dhahabu na machungwa, mama Asha alimwita mwanawe akae naye bustanini. Mwanangu, alisema huku akishika mkono wake, ni ahidi jambo moja lolote, mama, nikiondoka usinizike kwa dhahabu au marumaru, nizike ardhini pamoja na maskini. Nilitoka mavumbini, nitarudi mavumbini. Lakini wewe, jina lako sasa liwe kimbilio, si dhoruba. Machozi yakaanza kumtiririka usoni. Naahidi mama. Akatabasamu, basi sasa naweza kupumzika. Usiku huo alifumba macho na hakuamka tena. Nyumba ilijaa huzuni ya kimya, hata walinzi walisimama wakiwa wameinamisha vichwa. Amina alilia kama vile amempoteza mama yake mzazi, hata musa alilia. Kwa wengi wao hakuwa tena yule mwanamke wa mlangoni, alikuwa kioo cha kila kilicho safi na chenye subira duniani. Bwana mwana hakuita jeneza la dhahabu wala mazishi ya kuonyeshwa kwenye runinga. Aliuchukua mwili wa mama yake na kuupeleka kijijini akiwa ameambatana na familia na wafanyakazi wa karibu tu. Walimzika chini ya mti aliyokuwa akikalia alipokuwa mtoto. Wanakijiji walikuja na nyimbo, watoto walibeba maua, wanawake walilia kwa sauti ya chini. Juu ya kaburi lake aliweka kibao kidogo cha mbao kilichoandikwa: Mama Ashahe alisubiri kwa upendo, alitembea kwa tumaini. Aliporudi nyumbani, mambo yakaanza kubadilika. Lile lango alilokuwa amesimama mama yake alijenga benchi dogo lenye kivuli na akaweka maua hapo. Kwenye kibao kuliandikwa kwa heshima ya yule aliyesubiri, nyumba hii inakumbuka. Akaanzisha taasisi iitwayo Mama Asha Trust, iliyotoa elimu na makazi kwa akina mama maskini na watoto. Hakuna picha yake iliyotumika, ni jina la mama tu na kila asubuhi, kabla ya kwenda kazini, alisimama langoni, akaweka mkono wake juu ya benchi na kunong'ona, asante mama. Kwa sababu sasa nyumba haikuwa na kuta tu, ilikuwa na moyo. Mwisho, asante kwa kutazama hadithi hii, usiache kutufuatilia kwa hadithi zingine. Kwa herini.